Mpenzi mtazamaji, katika kipindi chako pendwa cha pita pita zangu. Leo katika pita pita zangu katika eneo la Mwaweche ndani ya kaunti ndogo ya Likoni ndani ya eneo wadi ya Shikadabu je, leo tumeweza kupata katika mtaa huu wa Mwaweche tumeweza kukutana na vijana tofauti tofauti ambao wataweza kutuelezea changamoto wanazopambana nazo kama vijana katika eneo hili la Mwaweche. Basi kaa taratibu, ili uweze kujua Uh, changamoto ambazo anapitia eneo la Mwaweche nimeweza kukutana na kijana mmoja ambaye anajulikana kama Lakasa ambaye atatuelezea uh, changamoto anazokumbana na nazo vijana katika eneo hili la Mwaweche. Kwanza kabisa nikikutana naye atatuelezea kwanza chimbuko la eneo hili la Mwaweche kama tukisawiri katika makala ya Pita Pita Zangu. Naam bwana Lakasa. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi yale? Nashukuru, alhamdulillah. Endeleaje katika eneo hili la Mwaweche? Nashukuru Mwenyezi Mungu anatusaidia. Naam, eh, katika kijiji chetu cha Mwaweche. Naam. Na labda kabla tujaingilia kwanza, katika uh, masuala ya changamoto ambazo mnakumbana nazo kama vijana katika eneo hili la Mwaweche uh, wadi ya Shikadabu kwa letarazi uh, labda nkuulize kwanza uh, chimbuko hili la jina Mwaweche lilianza vipi kama wewe mkaazi wa eneo hili? Aa, kiukweli sina ufahamu zaidi, lakini ninachokijua ni kuwa jina Mwaweche lilitokamana na mzee fulani, alikuwa ni kama mwenye mwenyekiti ama wa kijiji hichi cha Mwaweche. Alikuwa akipatikana maeneo hapa katikati, Shikaadabu Secondary hapo, kulikuwa kuna mti fulani mkubwa hapo wajiita Mgandi. Huyo mzee ndo alikuwa yuko hapo. Sasa yeye ndo alikuwa akiitwa Eche Alikuitwa Weche. Wakati yeye alipofariki, sasa ile jina watu hawakutaka likufe kabisa, ikabidi sasa ile jina lake ndo alitumie kwa ndo ili kijiji sasa ndo likapatikana jina Mwaweche. Sasa jina Mwaweche limetokamana na na mzee fulani alifariki, yeah. Kama anavyosema kwamba jina Mwaweche lilianza na mzee yule ambaye alikuwa kama ni pale Shikaadabu, kabla kabla na aa, shule ile pale na ndio, huenda labda pingine jina hili likaanza Mwaweche na labda la lakasa. Nkirudi kwako tena, tumesema kwamba kwenye eneo hili la Mwaweche ushatuelezea kwamba chimbuko lake ni mzee fulani fulani, na labda nkikuuliza sasa katika changamoto ambazo mnakumbana nazo nyinyi kama vijana wa eneo hili la Mwaweche Naam, ni machangamoto gani ambazo mnakumbana nazo nyinyi? Naam. Ah, kiukweli changamoto ni nyingi kama sisi vijana tunazopitia, hususan jeneresheni yetu kwa sasa, maana vijana wengi tunainukia, wengi tunainukia na udereva, wengine wanaenukia na mijengo. Sana sana hapa kwetu Mwaweche wengi ni madereva na no ukiangalia madereva wengi hawana vyombo vya usafiri vya kuendesha kama pikipiki. Wengi hapa ndo maskani kwetu pale, kama mlivyoonyesha mara kwanza pale, ndo watu nakaa pale maskani tu. Wenyewe tunataka leba hapo, eh, leba yetu hapo ndo tunakaa, tunakuja tunasubiria kama tutapata pikipiki. Wengine tunaza squad, hatujaajiriwa, wala wengine hakuna mtu aliyokuja. Sio tu tutapata kazi sio ofisini hapa, kama maskani ndo tunapata ajira yetu. Sasa changamoto kubwa si inayotukumba si ni kazi yes. na labda yule mwakilishi wadi wa eneo hili la Shikaadabu, labda pengine unaweza kumwambia nini ili muweze kuepuka uh, hili uh, janga la ukosefu wa ajira katika eneo hili la uh, Mwaweche hapa, labda una ujumbe gani? Kwa sababu wengi mmejituma, labda anaweza kuanzisha mradi ambao ambaoanza unaeza... alikuja na njia ya kuwa tuunde kikundi ushona, hicho kikundi ndio kinaweza kutusaidia uenda tukataka vitu ambavyo tunavihitaji kama mimi hapa, mimi kivenye kimimi nikisema kuwa labda na, nataka kitu fulani yule akanisaidia, kama mwakilishi wadi wetu akanisaidia mimi, bado itakuwa haja tusaidia, maana atakuwa amenisaidia mimi kivyama. Lakini akisema kuwa tuunde kikundi kama chama, itakuwa kwake ni rahisi, aweza akatuletea kama kaosh, akatufungulia kaosh, akatuletea pikipiki tano ushona ama akachukua tukadhaa hapa na akatupeleka kazi hiyo, atakuwa ametusaidia yeah. Na Bwana Lakasa katika ujana wetu huu sana sana na labda pingine apart from ujuzi wa ujenzi, ujenzi wa nini, nyinyi kama wakazi wa mta mta huu wa Mwaweche, mgependa serikali ya kaunti ya Mombasa labda ilete pia mradi gani apart from ile ambayo tumeongelea sahizi? Eh, maana miradi ni nyingi, labda kunaweza kuwa na miradi ya ushonaji, miradi ya kufungua, labda pingine kuwafunza mambo na fedha eh. Unaonaje mradi kama huu katika eneo hili la uh, Mwaweche gani inaweza kusaidia apart from hizi kazi? Mimi siwezi sema, mimi kivyangu kaza mason bado najenga, bado na kata mbao nikitengeneza vitanda. Nikija kwenye udereva bado nitashika udereva. Hata ukinitoa kwenye udereva, ukinipeleka kwenye upishi bado pia nipo. Sasa kote kote, mimi nitafiti ni sasa akisema akija hapa ni aje, tukae naye na tumweleze ile shida yetu, na tumwombe ni kitu gani tutahitaji, ndio atuletee hapo, ndio itakuwa ametusaidia kwanza. Tuse yani, kisisi hapa, akituletea kama pikipiki tano, hapo atakuwa ametusaidia sana. Aha. Uh, bwana Lakasa mimi nimekuelewa vizuri sana unajua, katika maisha kama haya ya saizi lazima uh, kijana awe anajua kazi zote kwa mkono, na mimi naona wewe umebahatika sana bwana eh, eh, unajua ni vizuri kama kijana usikae tu sop sop wala nini eh, lazima ujitume, ongeza huku, umeanguka niko huku, niko huku. Ah, labda Lakasa, je, tukimalizia malizia, labda uko na maoni gani ama kuna nasaha gani kwa wale vijana ambao watakuwa wanatazama uh, kanda hii kupitia mtandao wa Shafah Media pale? Mimi uh, kiukweli ujumbe wangu kwa vijana, maisha ya saa hii. Kwanza vijana wenzangu, tujitumeni, haya maisha ni kujituma. Usione eti kuwa wewe ndio ushazaliwa ndio ukamaliza tayari huko tunapoelekea mbali na huko tunapoelekea, nkugumu wache. Huko si tulipotoka, huko ni rahisi. Huko tunapoelekea ndo mpagumu zaidi. So vijana, tujitumeni, tuacheni kutumia vitu, miadarati miadarati, starehe hizo tuzipunguzeni, tujitumeni. Kuna leo na kesho. Kama hujaoa sahi, lakini hapo kishaoa, ukishaanza kuwa na familia, ndo utajua kuwa kweli haya maisha sio ya mchezo. Kwa hiyo jamaa, tujitumeni, si vijana sisi. Hatuhitaji dunia, dunia ndio inatuhitaji sisi kuitengeneza. Ko jamaa, big up jama. Saa ndugu zangu, vijana wa Mwaweche, welcome wa haya. Hayo ni maneno ambayo Lakasa, mkaazi wa Mwaweche, ameweza kuyanena kwa hadhira yetu, ni sisi kama vijana a, katika eneo la Mwaweche na Kenya kwa ujumla na pwani kwa ujumla tuweze kufuatilia na tuweze kushika kwa sababu vijana ni nguzo njema katika jamii na sisi ndio tegemeo la kesho kwa vizazi vijavyo. Hivyo basi sina mengi ya kusema zaidi ya kukamilisha kipindi chetu cha pita pita zangu. Ikiwa leo umejifunza chimbuko la jina Mwaweche, ni mimi wako Shaban Farjala aka Mwana Mtongo.